Wanachama wa chama chetu cha kama na wale wote ambao wamekusanyika hapa, mniruhusu niwasalimu ni nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana asifiwe amen. Unasemanga mwadha ni agosho. Amen. Mdomo inatereza, lakini mtanisamee. Bwana asifiwe amen. <laughs> Leo nataka kusema mwanaume, huko na wanaume wa kuuza na wa kununua, huko na wanaume wa maendeleo na maondoleo vile <laughs> Mungu aliumba mwanaume. Mwanaume hana namna ya kupokea chochote vile Mungu aliumba, you cannot receive anything vile Mungu alikuumba wewe ni kupeana, you give. Kazi ya mama ni kupokea na kuongeza ndio ifanikiwe. Na wakati mwingine ukiangalia, saa zingine boma haijaendelea, ni kwa sababu hakuna chenye mzee amepeana. Kwa hivyo hakuna chenye mama anachunga, makelele inakuwa mingi kwa boma, ni kwa sababu there is nothing you have given. Na vile Mungu alituumba sisi ndio wakupeana. Na wakati mwingine wakikusa kupeana, makelele na changamoto inaongezeka kwa boma. Kwa hivyo ufanye chochote, imba, enda kazi, lakini ikiwa majukumu ya a man <laughs> is a giver. Bwana asifiwe. <laughs> Kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Esau na mzee mwingine anaitwa Jacob. Esau alikuwa na njaa, akaenda naye, alikuwa kwa grupu ya wazee ya kuuza. Kwa sababu ya njaa, akaamua kuuza urithi wake kwa sababu ya supu ya ndengu kamande, eh, anasema kamande, suu ya kamande ikafanya akapoteza urithi wake wote. Wasee wengi kwa sababu ya supu ya kamande ande ikomini kila bahali, wameamua uza urithi yake, tena yeye si bwana ya boma fulani, yeye tena sio kiongozi. Kwa sababu ya supu ya kamandi hawa, <laughs> ni wazee wa kuuza, hata wameuza time yao. Lakini si nyinyi, tunaongelesha wazee wengine nini, uh-huh.